Ilianza kama safari ya kawaida ya ndege kutoka Tel Aviv kwenda Paris, abiria 248 kapteni akiwa na matumaini ya kutua salama, lakini ndani ya dakika chache anga likageuka kuwa gereza linaloruka. Wanaume wawili na mwanamke mmoja waliokuwa sehemu ya vikundi vya wanamgambo wakainuka, wakiwa wamebeba bunduki na mabomu. Ndege hii inakwenda Entebe, Uganda nchi ambayo wakati huo ilikuwa chini ya utawala wa mtu aliyekuwa akihofiwa barani Afrika, Idi Amin Dada. Ndege ilipotua Entebe, waliokuwa ndani ya wakuwa tena abiria walikuwa mateka. Kitu cha kwanza kinachoathiri si bunduki, bali ukimya, ukimya wa uwanja wa ndege uliogeuzwa kambi ya kifo. Idi Amin mwenyewe anawasili, anatembea kwa majivuno, anawasalimia mateka kana kwamba ni waalikwa wake maalum lakini Israeli ilijua kitu kimoja, wakati huu si swala la diplomasia, ni swala la uzima au mauti. Wakati dunia inasubiri, Waisraeli wanafanya kile walichokijua, hii intelijensia ya kasi, uamuzi wa, wa sekunde. Ripoti zinawasili, maswala makuu matatu yanatajwa: magaidi wamewatenganisha mateka kwa misingi ya uraia, majengo ya uwanja wa Entebbe yana ulinzi mkali, wanajeshi waamini wapo upande wa magaidi. Wazo moja linazaliwa, wazo ambalo hata kwa jeshi kubwa duniani lingesikika kama wazimu: tutawafuata mateka hadi Uganda, tutawachukua na kuwarudisha nyumbani. Safari ya zaidi ya kilomita elfu nne kwa ndege za kijeshi, bila ruhusa, bila onyo, bila kugundulika. Usiku wa tarehe 3 Julai 1976 ndege nne za Hercules C130 zinapaa kimya kimya kutoka Israeli. Ndani yake wanajeshi 200 mahiri zaidi, Israel Special Forces Sayeret Matkal. Kila askari anajua jambo moja: kushindwa, kifo cha mateka jumlisha kifo chao jumlisha vita kubwa barani Afrika. Katika anga za Sudan, Ethiopia, mpaka Uganda Ndege hizo zinapita chini kabisa karibu na ardhi ili kuepuka rada. Moyo wa kila askari unapiga kasi ya ajabu, lakini hakuna anayeongea. Hercules ya kwanza inagusa ardhi ya Entebe. Hakuna taa, hakuna idhini, hakuna mwanajeshi wa kupanga njia. Kitu cha kwanza kinachoshuka, gari la kifahari linaloonekana kama lile la Idi Amin. Mpango ni mmoja, wanajeshi wenye sare za Uganda wajifanye msafara wa Amin ili wapite bila kuzuiwa. Wanakimbia kuelekea jengo wanakozuiliwa mateka, lakini askari wawili wa Uganda wanatilia shaka msafara, wanainua bunduki. Dakika ya kwanza ya risasi inapigwa na operesheni inageuka kuwa vita ya sekunde. Wana Sayaret Matkal wanavamia jengo la mateka kwa kasi ya radi, milipuko midogo, mageti yakivunjika, amri moja tu, ewani Usilenge mateka. Katika sekunde tisini za kwanza, magaidi wote wanaangushwa. Mateka wanashangaa kuona sura za kijeshi, sura za ndugu zao. Wengine wanalia, wengine hawajui nini kinaendelea. Ndani ya dakika hamsini na tano tu mateka mia moja na mbili wanakuwa njiani kurudi Israel. Lakini operesheni hii ikawa na maumivu yake. Kamanda mkuu Yonathan Netanyahu, kaka wa baadaye wa waziri mkuu wa Israel alianguka akiwa mstari wa mbele. Wanapoondoka, ndege zinashambuliwa kutoka kwa wanajeshi wa Idi Amin, lakini C130 zinaunguruma kwa nguvu na kupaa juu ya ziwa Victoria zikibeba kile kilichokuwa kiwezekani. Dunia nzima iliamka ikiwa na mshangao. Jeshi dogo limeingia Uganda kimya, limechukua mateka, limewapakia na limerudi nyumbani. Operation Thunderbolt ndio operation ambayo leo inasomwa kama somo la ujasusi uongozi na uamuzi wa dakika za mwisho. Ni operesheni iliyoonyesha ya kuwa wakati mwingine uhuru wa watu wachache unaweza kuhitaji uamuzi wa hatari duniani.